<laughs> Jomba na wajomba, karibu sana kwenye banda la burudani, wananita di classic, kama ukipenda, the the magical boy behind the mic. Msanii wa gospel Guardian Angel alisherehekea siku ya kuzaliwa ya bibi yake. So nilikuwa napitia pale kwenye comment section, nikaona mambo mingi sana, nikaona <laughs> watu hawapendi ndoa za watu jawei. So kwa pada kwenye uh, Guardian Angel bibi yake ameweza ya kufikisha miaka 54 54. Guardian Angel anapiga pale that floor 33. So pale kwa comment section watu wamekuwa wakiongea sana, na nimeona pia kuna zile comebacks. So alizua gumzo sababu alioa bibi mzee kumliko. So mimi nilikuwa tu la swali la kuuliza. Is it bad mtu kuwa bibi mzee kumliko? ama tu ni karchenye sisi Waafrika tumejiekea ya a man lazima tu aoe wife kumliko. Hacha niulize swali, ikitokea umepatana na mzungu anahela kishenzi, yani anahela kinoma na anaamua wewe kuja, sasa tuanze life, utabeba huo Afrika wa eh, hey, mimi bibi mzee ama mimi bibi mzee ama ni mentality ya umaskini yenye inafanya tuone hiki tu, mentality ya umaskini e, wewe uko na uko na bibi but sababu naona mtu mzee atakuguide ama atakwambia a b c d, so we unaona, hey, bibi mzee nayo zi. Wacha niulize hii swali, tuseme uko na bibi na babake ameamua kuwajengea labda, ameamua sasa, we ni kijana wangu, kuja uishi huku kwangu, utakata ama utabeba ile wa Afrika ya we ni G eh, hey, mimi siwezi kwa kina dem eh, hey, mimi mzae wao hey, hizi nisaidie, ah hey, amesai ameamua tu awasaidie yeye mwenyewe. So wewe utafuata instincts za ugangsta ya Kiafrika ya eh, hey, hey, eh mimi nayo kwa kina dem nayo siwezi kwa, ama utasema okay, ni sawa, acha tu tuanze maisha. Sijui kulingana na wewe utasemaje. Sijui kulingana na wewe maoni yako ni yapi.